Na mtazamaji, nayo serikali imepiga marufuku shughuli za uvuvi, kuogelea na utalii kwenye fuo za bahari ili kukabiliana na hatari ya mawimbi makali yanayotarajiwa katika kipindi cha siku tatu zijazo. Naam, kamanda wa polisi pwani, Ali Nuno amedokeza kwamba hatua hiyo ni ya kudhibiti uwezekano wa maafa kutokana na mawimbi hayo yanayoendelea kushuhudiwa. Na upepo mkali tayari umeanza kushuhudiwa kaunti ya Mombasa, huku maafisa wa polisi wakionya kuwa atakayevunja sheria hiyo atachukuliwa hatua. Effect of of monsoon wind, we We cannot determine at this point in time. We don't know the the the seriousness or the gravity of the issue. So, tunaomba tu wananchi kwa hiyo, muda kidogo hiyo, tafadhali waachane, mambo ya beach watoke pale. Na fishers. Wale wako wanaing'ana ndani na ile bote ndogo ndogo, pia wasihatarisha maisha yao. The tides are going to be very high.